Vision 2030 madini ni maisha na utajiri, na kwa sababu maji ni uhai, kwa hiyo uhakika wa maji safi ni msingi bora wa afya na ustawi wa jamii yoyote duniani. Mtakubaliana mimi kuwa Mwenyezi Mungu amefanya maji kuwa rasilimali na zawadi ya bure kwa binadamu kutoka kwake yeye mwenyewe, na mtakubaliana mimi kuwa rasilimali ya maji kama zawadi ambayo tumepewa na Mungu ni haki ya kila mtu, kila kiumbe. Naomba nitoe rai kwetu sote tulioko hapa, tushirikiane kwa pamoja kutunza na kulinda vyanzo vya maji, ili vyanzo hivyo vya maji viweze kutupatia maji kwa muda mrefu na kwa uhakika. Katika kutunza zawadi ya maji kutoka kwa Mwenyezi Mungu, jamii ina wajibu wa kufanya mambo muhimu yakiwemo ya, yafuatayo. La kwanza, usafi wa mazingira yetu lakini pili, kulinda vyanzo, kupanda miti katika maeneo yetu na kuhifadhi misitu na kutumia maji kwa ufanisi, efficiency ya utumiaji wa maji.